Hey, mambo vipi? Hivi unafahamu kama katika window una uwezo wa kurename, kuzipa majina hizo faili zako kwa wakati mmoja zaidi ya faili moja? Basi video hii ya leo ndio kitu ambacho tutakwenda kujifunza. Kwa hiyo upo na faili zako, let's say hapa mimi nipo na hizi eh, faili zangu za picha, nahitaji kuzirename. Mfano kwenye folder, una picha zaidi ya elfu tano, okay? na unahitaji kuweza kuzi rename ili ziweze kujitofautisha na uweze kuelewa picha hii namba ngapi, hii namba ngapi? Basi unaweza kufanya hivyo kwa kuselect picha zako zote, ama hizo faili zako zote. Kwa mfano uta click picha yako ya kwanza, kisha uta click control key katika keyboard yako, bila kuachia, uta hold then uta select hizo picha nyingine zote, ama kama kuna picha nyingi katika folder moja, una uwezo wa kuselect all, control a, ukaselect all, na zikiwa selected, na baada ya kuselect uta click F2. Katika kibodi yako kuna key huko juu kabisa ambayo inasomeka F2. Utaklik, itakuwa na uwezo wa ku rename, itakupa sehemu kama hivi ya kwangu. So hapa uta rename, mfano mimi nitaandika pictures. Kumbuka hizi zilikuwa zina majina yake, wao, pictures. So zote hizi tulizoweza ku select, kwa hiyo niki click hapa enter tayari nitakuwa nime rename picha zote zile na zitagaiwa nambari mbeleni mwa mwisho wa jina. Kwa mfano hii ni picha namba moja hii ni picha namba mbili hii ni picha namba tatu hii ni picha namba nne Kwa hiyo hata kama una picha elfu moja zitakuwa kama hivi pictures then moja, mbili, tatu, nne, tano, sita na kuendelea hadi kufika hiyo picha ya mwisho. So very simple, unaweza ku-rename multiple files kwa mara moja na sio picha tu, hata faili nyingine unaweza kufanya hivyo. So like video hii kama umependa hiki ambacho tumeweza kujifunza leo, subscribe YouTube channel yetu kama ni mgeni, usikose video ambayo itafata.